zangu kuna mgogoro baina ya Kwambe na Maguha wananchi, ndio maana nakwambeni kuna mgogoro kama viongozi wenu wanawaficha, hawa hili sio la kuficha, kwa sababu mwisho wa siku tutaingia kwenye uvunjifu wa amani. Kwa nini tuingie kwenye uvunjifu wa amani na viongozi tupo, tunaweza tukatatua? Na juzi niliozungumza hii kauli, nikamwambia viongozi wenzangu, hii migogoro wakati mwingine yawezekana sisi viongozi ni sehemu ya kutengeneza hii migogoro, na hiki ndicho ambacho najifunza leo. Kwa sababu kama sisi viongozi sio sehemu ya kutengeneza migogoro, kwa nini wananchi kuna mgogoro? Kwa nini tuwaaminishe wananchi kuna mgogoro hakuna mgogoro wakati vijiji nyinyi viwili mna mgogoro? Kwa nini tusiwaambie ukweli wananchi ili e, kusudi tukafika pahala tukamaliza hii changamoto. Mmesema vizuri sana sana sana sana, sana kwamba Kwambe ni mtoto wenu Maguha, kwamba kijiji kile kimezaliwa, lakini kimetokana na nini? Kijiji cha Maguha. Sasa kwamba kuna mahala mmetofautiana, kukaa pamoja, mkajadili, mkatafuta busara ya kutatua, wala sio dhambi. Mnatakiwa mkae pamoja, mzungumze, mkubaliane nayawezekana hakuna mgogoro, lakini kuna kutofautiana kwenye uelewa. Lazima mjengeane uelewa, lakini upande mmoja ukikaa kwa sababu ya kigenge kidogo tu kinaaminisha watu mambo yanakwenda vizuri, kumbe mambo hayaendi vizuri, mtakuja kusababisha uvunjifu wa mali ambao hauna msingi wowote halafu tunaingizia kisingizio siasa. Ndugu zangu, tusicheze na maisha ya watu kabisa kabisa, tusicheze na maisha ya watu.